Ah, mimi namshukuru Mungu mm -hmm. Yeah. Hongereni kwa ushindi. Ah, ushindi wa leo tunaendelea kufanya mazoezi kwa ajili ya El Masri, lakini swala la Dodoma mwana kulitafuta mwana kulipata kwa nini? Kamdomo mm -hmm. kamewaponza kamdomo, wamefanyaje? Ah, kocha wao alikuwa anaongea sana kamdomo. mm -hmm. Kengekenge yani, wewe hatuuzi zabibu mjini hapa. Hapa mjini unapigwa, unaondoka mjini hapa, auzi zabibu. mm -hmm. Kwayo leo amekutana nacho. E, yani Dodoma Jiji, hmm. sio kisingizio cha ajali, hmm. walikuwa wanaisumbua mahakama, hmm. lakini hukumu iko pale pale. Walikuwa wanajua nini kinakwenda kutokea, walikuwa wanajua nini. Na leo tulikuwa tunawapiga za kutosha, hmm. washukuru, tumewaheshimu kwa sababu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hmm. tumewaheshimu Dodoma Jiji kwa ajili ya kwa rais me, lakini leo eh. Hi sana. Amna, ah, leo kama tunacheza tuna na wale tma Si afadhali hata timu hii tuliwafunga goli tatu, lakini leo yule mtu wa Mbeya yule anayetoka Vwawa yule leo nampa jina lingine, anaitwa pro, propela mashine. Propela mashine inakaa kwenye gari, inasukuma gari litembee. Yule elimu a mpanzu tunamwita propela mashine. Elimu mpanzu yule mtu anatoka mkoa wa Songwe yule anaitwa Eli Mwampanzu, Mkiba Sawala, mtoto wa mfalme. Ah, yule mbongo Eli, Eli Mwampanzu hmm, mbongo yule, kwa maana amepewa uraia. Yule ni raia wa Tanzania, ndio maana anaitwa Eli Mwampanzu hmm. Mkiba Sawala hmm. Yule ni propela mashine hmm. anawatembeza watu humu ndani. Kuna watu leo wanakwenda kulala na viatu kwa ajili ya Eli Mwampanzu kibu, nani kibu? kibu sio anafunga kibu akipata atafunga. Kibu kazi yake kusambaza biriani. Wewe leo utakula futari ya majimbi, wewe leo utakula futari ya nini? Yaani kibu ndio kazi yake hiyo, kwa leo ameamua kuwafunga tu, alafu ile listeka lingine lidese mkwala asiwa anafunga, anaruka masarakasi mengi. Leo karuka msarakasi mmoja bwana, mita mia saba kwenda juu yule desi goli la dese Mkwala, Mkwala, linanikumbusha mtu mmoja, siwezi kumsahau, lazima nimwambie. Amemlipa, ame Clatous chota Chama amefunga goli bora, ndio magoli yanafungwa kwenye Europa League. magoli kama ya Dese Jesse Mkwala amegusa tu kisigino. Enzi zangu hatari sana yule, Jim Chas, yaoa kama hayupo uwanjani vile, lakini kazi yake wanaiona leo amesogea tena kwenye magoli. Ninapokwambia mwisho wa msimu, yule ndio, ukiambiwa MVP wa Tanzania hii basi yule pale Jinchaza awa. Tukutane huko tunakokwenda, kituo kinachofuata Almasri, na leo tuko tunamalizia mazoezi ya mwisho. <laughs>